Sema kukubali na kutii. Kukubali na kutii, kutii sheria za Mungu, na hilo neno natoka katika kitabu cha Isaya sura ya kwanza mstari wa kumi na tisa ambapo kwanza, tunaposemea kukubali, maana ya kukubali ni hali ya kupokea kitu fulani na kukubali, lakini tunaposemea kutii, manake ni ile hali ya kufuata sheria na kanuni za mtu fulani ambaye anakuongoza. Mfano sisi tuliopo hapa kanisani kanisani tunaweza tukawa tumeshakubali kwa kuja kanisani, lakini bado, bado kwa hiyo inatakiwa tutii, lakini pia tukubali. Lakini bado sheria sheria za za Mungu inatakiwa pia tukubali. Mfano kitabu cha Isaya mstari wa kumi na tisa imesema, ukikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Huo ni mstari wa kumi na tisa.